Yes, good people. Uh, video iliyopita nimezungumzia skills tano ambazo hizi skills tano mimi ndo zilinisaidia nilivyoacha ajira. I'm, I'm telling you the truth, mimi naongea ukweli kwa wale ambao wananijua na sasa hivi na wanafunzi ambao wamefika, darasa la wamefika chuo niliwafundisha wakati wako darasa la tatu darasa la nne, so they know. Kuna wengine wanajua wakati niko kwenye ajira these are the skills ambazo nataka uzizingatie kwa sababu hata mimi zilinisaidia. Skill ya kwanza niliongeza uwezo wangu wa kucommunicate, communication skills, na haswa kwenye swala la public speaking. Mimi nilikuwa pamoja, nakuwa mwalimu lakini nilikuwa naogopa ku, kuongea mbele za watu. Nilikuwa na uwezo kuongea mbele za wanafunzi, sio mbele za watu wengine. Sasa when you do this Ukiweza kujifunza namna ya kuzungumza vizuri mbele za watu, maana yake swala la kuuza kitu kwa watu wengi sio shida kwako, kwa sababu unajua kuzungumza. Na communication ina pillars tatu, pembe tatu: written communication, verbal communication and non-verbal communication. Written ni kwenye maandishi, message unazoandika email unazoandika, jifunze kuandika proposal hiyo yote ni written communication, maandishi ya aina yote. Njoo kwenye upande wa verbal communication, mazungumzo, sauti yako, jinsi unavyopangilia maneno, tone yako, pitch unayotumia, pause. Kuna video nimezungumza kuhusu how to use the power of the pause. Haya yote ni verbal communication, alafu non verbal vitendo in public speaking vitendo, mwili wako unavyotumia, mikono, facial expression, smiling, the way you tilt your head, hiyo yote ni nonverbal communication. Kwa hiyo hii ni skill ya msingi sana, lazima ujifunze hii skill. Skill ya pili, sales. My friend, if you can't sell, kama huwezi kuuza Utanunua. So you are either a buyer or a seller, na sisi wote, we are buyers, lakini wale waliofanikiwa ni watu ambao na wao wanauza. Kwa hiyo hakikisha kwamba jua likitoka kuna kitu ambacho unakiuza, na mara nyingi hapa, pia, kuna wanafunzi wangu mimi nawapa pembe tatu, nawapa pembe tatu inaitwa PST triangle. PST triangle ambayo nitaelezea kwenye video nyingine, lakini kikubwa, P ni product. Hakikisha kwamba unauza product, hakikisha unauza huduma service, lakini cha tatu, hakikisha kwamba unauza training au training program. Kitu gani ambacho unawafundisha watu wengine? Usiogope kutengeneza eti watu ambao wanajua unachokifundisha unacho. the world the market is too big mimi kuna watu ambao na wafundisha, nachokifanya, wana wateja wao, na mimi na wateja wangu. the world, the cake is too big. So hizi skills mbili bado, skills tatu nitawaambia, lakini kumbuka kwamba tarehe 29 Novemba Tanzania Business Forum 2024 and this is what I told you, nenda hapa www.roadtosuccess.com Dot or, dot or kwenye Instagram nenda kwenye akaunti ya Tanzania Business Forum, alafu kwenye bio uta click utapata uh, linki ambayo inakupeleka kwenye kununua tickets. Alibads zipo lakini hakikisha kwamba unakata tiketi yako mapema mapema tu, na cha mwisho kumbuka kwamba mafanikio ni mchakato, success is a process. Be blessed.